Bwana Yesu asifiwe wa sana mpendwa wa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha ja mkate wa leo. Mkate wa leo, leo tutaanza kuzungumzia uchaguzi. Kuanzia leo tutaanza kuongelea uchaguzi. Uchaguzi tutakaokuwa tukiongelea ni uchaguzi kibiblia, uchaguzi kibiblia. Tutaangalia uchaguzi kibiblia na kama ujuavyo, mwaka huu wa 2025 ni uchaguzi hapa kwetu Tanzania. Tutamchagua diwani, tutamchagua mbunge na tutamchagua rais. Kwa hiyo nimeona ni vyema pia tuzungumze sasa uchaguzi kibiblia, maana hata katika Biblia kulikuwa na chaguzi nyingi mbalimbali zilizotokea. Sasa hebu tuongozwe na neno kutoka Matendo ya Mitume sura ya kwanza kuanzia mstari wa ishirini na tatu. Matendo ya Mitume sura ya kwanza kuanzia mstari wa ishirini na tatu, anasema wakaweka wawili, Yusufu aitwaye wa Barisaba aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili, ashike mahali katika huduma hii na utume huu, aliyokosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakapiga kura, kura ikamwangukia Matia naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume kumi na mmoja. Amen. Uchaguzi kibiblia. Uchaguzi kibiblia. Kwa hiyo ninaposema uchaguzi maana yake ni kwa ku, ni kumchagua mmoja katikati ya wengi kuwa kiongozi kumchagua mmoja katikati ya wengi kumtuma mahali, yaani kumtenga mmoja katikati ya wengi ili awe kiongozi, au kumtenga mmoja katikati ya wengi kumtuma mahali kufanya kazi kusudiwa. Huo ndio uchaguzi. Kwa hiyo tunaposema uchaguzi, maana yake ni kumtoa mmoja katikati ya wengi, kumuondoa mmoja katikati ya wengi, au kumbagua mmoja katikati ya wengi ili awe kiongozi au atumwe kazi fulani maalum. Hapa katika Biblia, baada ya Yesu kuondoka, kupaa kwenda mbinguni wanafunzi wake wakaketi wakasema, Yuda ameondoka katikati yetu, tumebaki kumi na moja. Sasa lazima tujae tuwe kumi na wawili, lazima tujae. Ukisoma pale juu walikoti Zaburi ya uh, Zaburi ya walikoti kutoka Zaburi kwamba usimamizi wake au twae mwingine au twae mwingine, yaani nafasi ya Yuda ichukuliwe na mtu mwingine. Sasa ndipo wakaamua kufanya uchaguzi wampate mwingine mahali pa Yuda, ndipo waka... mweka wakaweka watu wawili, kama na sisi tutakavyofanya katika chaguzi zetu mwaka huu. Eh, sisi tutapewa majina ya watu watatu sio wawili, majina ya diwani, tutapewa jina la mbunge na jina la rais. Sasa unachagua mmoja mmoja katika hao. Sasa na wao vivyo hivyo wakachagua watu wawili, kulikuwa na huyu Yusto na Matia. Eh, sasa Biblia inasema wakapiga kura, wakawapigia kura, kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume kumi na mmoja. Kwa hiyo kura yao walipopiga ilimwangukia huyu mtu mmoja, lakini kabla hawajapiga kura, kuna kitu walifanya. Sasa kibiblia, ndiyo jambo muhimu kibiblia, jambo muhimu Msali wa ishirini na nne, kisha wakaomba. Hebu sema wakaomba, kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana, ujuae mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ni nani uliyemchagua katika hawa wawili, yaani katika kati ya Yusto na Matiasi ni nani uliyemchagua awe miongoni mwetu. Ndipo wakapiga kura, ndipo wakapiga kura. Katika jambo muhimu hapa, utuonyeshe. Kwa hiyo maana yake viongozi au mtu mnayemtaka anatoka kwa Bwana, utuonyeshe ni nani. Kwa hiyo maana yake Mungu anajua ni nani anastahili kuwa kiongozi, nani anastahili kuwa kiongozi. So, sasa haya tutaendelea kuona huko mbele ya safari, lakini kitu muhimu tutabezi zaidi katika kuona kwamba mtu anayetakiwa kuchaguliwa na wengi au anayetakiwa kuchaguliwa kuwa kiongozi ni vizuri tumuombe Mungu atuonyeshe huyo mtu. Kwa hiyo lazima mtu huyo atoke kwa Bwana. Kama hajatoka kwa Mungu, huyo mtu atatusumbua, huyo mtu atatusumbua. Sasa tutaona huko mbele ya safari kadri tutakavyokuwa tukiendelea, lakini kwa utangulizi huu nafikiri umeona kwamba kiongozi na wapiga kura wapiga kura sharti wamuombe Bwana waonyeshe ni nani anayestahili kushika nafasi hiyo, na mpigiwa lazima kura atoke kwa Bwana. Kwa hiyo huyo mpigiwa kura lazima atoke kwa Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki. Naamini utafuatilia habari hii ya uchaguzi kwa kuwa pia katika nchi yetu ya Tanzania kwa sisi wa Tanzania ee, ni wakati muhimu sana, wakati muhimu sana kwetu. Kwa hivyo basi, nikuombe usiache kufuatilia habari hizi za uchaguzi hatua kwa hatua mpaka tutakapofika mwisho wake. Mungu wa mbinguni na neema yake iwe pamoja nawe, akulinde, akutunze, akujalie afya njema, na kwa jina lake Kafanikishe mambo yako usiwe na shida, kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.